Mwenyezimungu tujalie nchi yetu kuwa na amani, semeni amin. Tupate burudani kwa wake zetu, semeni seme amin. Tupate furaha ya maisha semeni amin. Lakini pia niwaombe polisi na nikuombe uye Mtanzania, ukimwona mtu yoyote ana, ana viashiria vya kutamka maovu ya kusababisha vurugu nchi hii, wewe mwenye anza anayemkata kibao, alafu polisi, samahani, si waingilii, lakini ukisikia mtu anasema tukinuke, piga vizuri kwanza Kivunjika hata meno hivi, afu mnamwambia hii ndio amani. Ikivurugika meno yanavunjika, katika staili kama hii, kile kinuke. Hii ndio staili yake, ndio hii. Mwanangu mnamkumbusha hapo, hana meno mawili mbele. Kwa hiyo kila akigusa ulimi unapita mm, se, anasema anakuwa na adabu ubwabu, anasema mwawa, anajikumbusha mwenye anasema, wa, wa. imekuja baada ya kuvunja <laughs> inna lillahi